Kwenye mada kwa nini viongozi kama Trump na Netanyahu wanaonekana kukwepa amani kwa gharama yoyote, na kwa nini Marekani imeanza tena mashambulizi ya anga huko Yemen, wakati ambapo Israel inaongeza mashambulizi yake huko Gaza? Hebu tuchambue hili. Mwaka 2023 Israel ilipitisha bajeti yake kubwa zaidi ya ulinzi zaidi ya dola bilioni 30. Hiyo siyo namba tu, ni mkakati. Mazungumzo ya kusitisha mapigano yalivunjika, Israel ikiweka masharti ambayo yaliharibu kila kitu. Kilichotokea katika usiku mmoja mashambulizi ya anga ya Israel kwa kushirikiana na Marekani yaliwaua watu zaidi ya 400 huko Gaza. zaidi ya Wapalestina iit -E, wamepoteza maisha tangu mwishoni mwa mwaka 2023. Hebu tufikirie hilo sasa, fikiria hili. Je, hili ni kujilinda au ni kuhusu kumweka Netanyahu madarakani? Kura zinaonyesha angepoteza uchaguzi wakati wa amani. Kwake vita siyo tukuishi, ni mkakati. Na kwa makampuni ya ulinzi vita ni faida. Sasa tugeukie Marekani Yemen, vita ya kimya kimya ambayo wengi wameisahau, lakini hapa kuna mtego. Wakati wa kipindi cha mwisho cha kusitisha mapigano Gaza, wapiganaji wa Huthi hawakulenga meli zinazounga mkono Israel. Hata hivyo, Marekani ilianza tena mashambulizi ya anga na kuua watu wengi. Kwa nini Trump ambaye aliwahi kufanya kampeni ya amani amefanya kinyume? Mwaka 2024 utawala wake ulijivunia mauzo ya silaha ya rekodi dola bilioni 3.7, ongezeko la 29% kutoka mwaka uliopita, hata likipita Bunge kuuza silaha za dharura zenye thamani ya dola bilioni 4 kwa Israel, ikiwemo mabomu ya kuangamiza mahandaki. Kwa nini? Kwa sababu vita inalishwa na viwanda vya kijeshi, na tusisahau mengi ya makampuni haya yaliifadhili kampeni yake. Hili ndilo jambo lisilo la kufurahisha: Trump na Netanyahu wamefungamana na mfumo mmoja. Kwa Netanyahu, vita inalinda madaraka yake. Kwa Trump inalinda faida na kuwalipa wafadhili wake. Wakati huo huo, Gaza inakabiliwa na mgogoro wa kibinadamu, vikwazo vimefanya hospitali kufanya kazi kwa shida, na watoto 600 wako hatarini kukosa chanjo muhimu. Kwa hiyo hii ndio hali halisi: Netanyahu analinda kiti chake kwa vita, Trump anaimarisha uchumi wake na washirika wake kwa mauzo ya silaha, na makampuni yanapata mabilioni. Vita sio vurugu tu, ni biashara na kwa baadhi ni biashara yenye faida kubwa sana. Hebu tufikirie hilo.